Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania kinachukua hatua zifuatazo. Kwanza, tumeorodhesha mikoa yote na wilaya zote. Tuna halmashauri mia moja ishirini na tano nchi nzima katika mikoa ishirini na mitano. Ni mkoa wa Singida peke yake ambao hauna nongwa yote na CHAKAMWATA. Mikoa mingine yote ina nongwa na CHAKAMWATA na tumeorodhesha pesa ya mwalimu aliyokatwa katika wanachama hao 12231 asilimia moja iliyozidishwa kwenda CWT na asilimia moja Chakamwata. Tunakwenda mahakamani kufungua kesi, na kabla ya kufungua kesi tumeshawapelekea waajiri wote nchi nzima barua za notice of intention to sue, kusudio la kuwashitaki, na wanatakiwa watujibu ndani ya siku 30, na tunawadai jumla ya shilingi bilioni 12 milioni 326 laki tisa na sitini elfu na mia tano sabini na moja na senti 90. Hizi fedha anatakiwa kulipa CWT na watashirikiana na hawa waajiri, kwa sababu wanaingia kwenye mshahara ni mwajiri, alafu wanampelekea CWT. Miongozo ya serikali kuu iko wazi tuna serikali ngapi Tanzania? Kwa nini serikali kuu itoe maelekezo halafu TAMISEMI ikiuka iki, iki maelekezo halmashauri zikiuke maelekezo? Kama mwanasheria mkuu wa serikali ametoa mwelekeo, solicitors wa halmashauri wanaweza kumkaidi? Ndio maana nchi haiendelei, kwa sababu kuna indiscipline kwenye mifumo yetu ya utawala na mifumo yetu ya uongozi Kuifanya serikali yetu ipate mafanikio, ni kila mmoja moja achukua jukumu, na sisi tunachukua jukumu kama CHAKAMWATA ili kuipa serikali kuu mafanikio. Inafanya vitu vizuri, mamlaka za chini na kaidi. Sisi walaji wa bidhaa za huduma za serikali tunalaumu, wakati mwingine tumjua kumlaumu. This time tumemtambua ni CWT na wakurugenzi wa halmashauri na na maafisa wa utumishi wa halmashauri ndio wanaofanya haya mambo. Na katika hili deni wakicherewa kusitisha kila mwezi litakuwa linaongezeka kwa shilingi milioni mia mbili ishirini na mbili laki tatu thelathini na mbili elfu mia tano sitini na sita na senti ishirini kila mwezi itakuwa inaongezeka kwanzia hivi ninavyoongea. Wasipositisha kila mwezi litakuwa linakuwa namna hiyo, na haya madeni kwa mujibu wa sheria ya kazi, kila siku unaochelewesha inazaa asilimia tano bilioni kumi na mbili na pointi, asilimia tano ya, ya kila siku ya Mungu, kwa mwezi ni shilingi ya ngapi? Kwa miaka yote ni shilingi ngapi? Tunataka hii tabia ya kuvamia mishahara wafanyakazi hasa walimu ikome. Kazi ni mali ya mwajiri, lakini mshahara ni mali ya mtumishi. Tena unamlipa kwa deni, maana amekutumikia kwa mwezi mzima, unamlipa baada ya kuwa amekutumikia. Ni deni analokudai, halafu unakwenda unalikata. Na katika halmashauri hizi zinazoongoza, ni zitaji, halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam, inayoongoza ni halmashauri ya Temeke, imewafanyia mambo haya wanachama wetu elfu moja, mia tisa, tisini na moja jumla Temeke peke yake inadaiwa shilingi bilioni mbili milioni mia tatu arobaini laki tano arobaini na tisa elfu mia sita thelathini na tano na senti sitini. Halmashauri inayofuata kwa kudaiwa ni halmashauri ya Ilala imefanya haya kwa wanachama wetu elfu moja, mia saba, sabini na moja na tunaidai shilingi bilioni 2 milioni mia mbili ishirini na saba laki nane arobaini elfu mia tatu kumi na tisa na senti 80. Hayo ni wilaya kwa uchache tu, na kila mwezi be, deni hii inaongezeka kwa kila halmashauri pekee yake. Jumla kwa mwezi kwa nchi nzima milioni 222 na ushee kwa mkoa wa Mbeya. Halmashauri inayoongoza kwa madeni kwa deni hili ni, ni halmashauri ya wilaya ya Rungwe. Rungwe ilikuwa na wanachama 598 na inadaiwa shilingi milioni 400 milioni 417 laki 2 na 60 elfu na 174 na senti 80. Tuwapeleka mahakamani ni chama cha walimu Tanzania ndo wameshirikiana, lakini tutampeleka mahakamani mwanasheria mkuu wa serikali kwa sababu tu ya taratibu za kisheria kwamba unaposhtaki mamlaka ya serikali unamjoin na yeye, lakini alishatoa mwongozo huu mzuri sana sasa. Anaangushwa alioko chini yake. Kwa nini tumjoini mahakamani? Kwa, kwa sababu tu anatakiwa kuwa joined mahakamani, lakini tunawashtaki ni chama cha walimu Tanzania, nao wametukimbia mara nyingi sana, this time wamejaa kwenye 18 zetu.